Mimi binafsi nimekutana na Mheshimiwa Mboye mara kadhaa. Nimekutana na Mheshimiwa Mboye mara kadhaa kwa mwezi Mei na mwezi Juni, nimekutana na Mheshimiwa Mboye miezi hii mara kadhaa. Na mara zote nikiona huko vijana wanaongea ongea maneno ya pembeni, namuuliza, kuna hiki inaendelea? Anasema sijui chochote. Na ukweli ni kwamba Mheshimiwa Mboye ametuaga, anaenda kwenye biashara zake binafsi. Kuna wakati alienda China kwa zaidi ya mwezi mmoja, na baada ya uchaguzi tunadhani wiki moja mbele Mheshimiwa Mboya alikuwa China amekaa kule karibu mwezi mmoja au miezi miwili. Eh? Sasa amerudi anauliza kinaendelea nini? Na hiyo likizo alojigaia hata ya siasa. Ni moja kutengeneza kudoa ile tension ya kujiona kama vile unajua kuna mtu anasemaje? Mbona Mboya yuko kimya sana? Hazungumzi. Mboya yuko nyuma ya mambo haya. Imani yake ilikuwa kama nisema mwanzo kwenye utangulizi muda mwingine, yaani leo kwa mfano, kwa jinsi tu hii, watu bado hawajatulia wanatumiana tumiana. Ingetokea cha kutokea chochote, tunaitushana vikao hapa, afu mbona ndio nahudhuria pia, kuna maneno yangeibuliwa hata kurudi mlango wa nyuma huyo. Eh, mwenzio yuko kule, naona sasa anakuongoza na vikao. Kwa hiyo kwenye utaratibu wa dunia iliyostaarabika wenzenu wakaingia ofisini, mnawapa nafasi na, na uhuru mbeleni huko wakishazoeza zoea ofisi wameiweka yote mkononi, unarudi vikaoni unaendelea kushiriki nao, fanya jambo lolote. Kwa hiyo kukaa kimya haimaanishi kwamba mtu yuko huko pembeni amenuna au amekaa pembeni, si kweli. Na mimi najua mara mwisho amekutana naye Mheshimiwa Mnyika amewasiliana naye, najua amentaarifu kwamba niliwasiliana na katibu mkuu, na najua katibu mkuu alimuuliza bwana Mheshimiwa unatajwa huku na watu mikoani umewatuma kazi ya sasa. Si kweli hilo jambo, halipo na wala halijui. Mimi nakutana naye, nampa nayo feedback, feeling zake, mawazo yake. Nina udhubutu kwa kusema kwenye jambo hili aliwezekani, labda hiyo akili yapate leo asubuhi, kwa sababu uwezo kwa wanawazia jambo jema, alafu jambo na wanawazia jema, unaliwazia tena vibaya. Haiwezekani, haiwezekani kwa hiyo ingekuwa tuna vikao sisi leo, mheshimiwa Mboe, kwamba ukimya wake na kwamba tunaamini ni maagizo yake ya sabotage kwenye kampeni. Tulikuwa tuna chain ya mawasiliano, tunaitana kwenye vitu wa kanda wote, kwenye vitu wa kanda tunaita kwenye vitu wa mikoa wote, tunafanya pale. Tukifanya pale, tunaamini kabisa ni chain, tumepeana maelekezo, tunafanya jambo hili, ni msimamo wa kambi fulani. Kitu hiko, baada ya uchaguzi wa chama tu hatukuwai kufanya vikao vya namna hiyo wala kukutana tena kufanya jambo lolote la maagizo ya pamoja kwamba sasa tuna msimamo huu ili tuone against chama au kujipanga dhidi ya chama. Tujai kufanya jambo la namna hiyo. Sasa ombwe, siku zote wanasema shetani hupita sehemu ambayo ina nyufa. ili ombwe la maneno kushoto na kulia, muda mwingine namtengeza shetani na majaribu ya kuamua kupita katikati, na ndio maana unaona sasa, ukifanya hivi linazushua kushoto ukifanya hivi awa kushoto. Na mimi nimekuja hapa, wengine wanasema, tumeambiwa wale wanatangulia nyinyi, mtaenda mwishoni. Unampigia kwenye simu kesho, anakwambia bwana, mbona mheshimiwa, nimeapiwa kabisa kwamba sisi tunatangulia wao wanakuja. Basi pia nichukue fursa hii kuambia kwamba mimi Boniface Jacobo sihami na wala sina mpango huo, sijawaza, sijafikiria, wala sina mpango huo. Mimi ni kijana wa chama, mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano natimiza miaka na ishirini ndani ya CHADEMA, na imaanishi kwamba ndani ya CHADEMA e, kwamba mambo ni mazuri au kwamba tunafaidika tuna, tuna, tuna sana, si kweli. Mimi ndani ya chama hiki sija kupata kazi ya kuajiliwa na mimi ujumbe wa kamati kuu wa kwanza ule, wajumbe wa kamati kuu mkija vikaoni angalau kuna posho mnapewa ya nauli ya kuja na kuondokea, chakula mnakikuta, ukumbi mnakuta. Mimi kwa ujumbe wa kamati kuu uliopita, nikiwa kama mstaiki mea wa ubungo na kinondoni, orodha ya kulipwa mimi kamati kuu nilishaondolewa, sijawahi kulipwa. Kwa hiyo vikao popote vikifanyika, naenda kwa nauli yangu nashiriki bure tulisema ambao wenzetu hawana uwezo wa kujimudu wataendelea kulipwa na chama posho hadi kadhalika. Hata sasa hivi kwa vyama tuku vinafanyika, vikifanyika popote, kuna baadhi ya watu, sisi hatuendi kwenye meza ya malipo, ni aibu. Kwa hiyo hatuko CHADEMA kwamba kuna hela au kuna mrija wa hela unapata fursa yoyote, kwamba ndani ya CHADEMA kuna siku nimelipwa laki tatu, laki nne kwa kazi yoyote hiyo ya makao makuu au ya kutumwa, haijawahi kutokea tangu niyo chamaiki lakini angalau nina fadhila kwamba chama hiki kimefanya leo tunakutana na watu kama sio tunakutana na mawaziri leo wanatusalimia kwa heshima. elfu mbili na ishirini na tano mimi natimiza miaka ishirini ndani ya CHADEMA, nikaanza maisha upya tena, nishakuwa na watu kwenye familia na hakuna, na watu wamepitia magumu kuliko sisi, wengine ni vile tu waongeaji. Kuna siku natoaga mfano wa namna ambavyo mtu anaweza kukutana na magumu na ukaya sustain bila watu nje ku. Mimi nishakutana na shinikizo la familia niache siasa, na walikuwa na hoja kweli kweli, na kila siku nakutana kwenye vikao na wananiambia mfano wangu, kwamba kuna siku hapa nilitoa makao makuu pale Kinondoni kukisaidia chama, baadaye polisi wakawa wanitafuta nimejificha, chama kaniambia jitokeze.